Hey, baraza. Yes. Tunajaribu kupigia Irene lakini simu haishikwi. Hello? Hello. Nimejaribu mara kadhaa, mara kama tatu hivi. Oh. Uko shua hii ndio namba yake? Hiyo ndio namba yake. Inaanza na 0791. Oh. Na inaisha na 325. Oh. Okay, kwa hivyo namba hujakosea, hiyo namba yake. Umepotea wapi? Umepeleka simu wapi? Leta simu, karibu simu. Niko naye hapa eh. Weka karibu na mdomo, tukupate vizuri, kwa sababu ukiweka mbali inapotea. Eh, sawa. Eh, kwa hivyo tumejaribu kumpigia mara kadhaa na ashiki simu. Umejua sasa, pia na kuanga fani wa Radio Jambo oh, uende kawa nasikiza. Eh, ya yeah. Hebu eh, shikilia producer ananiambia anaweza mpata. Hebu eh, shikilia kidogo tu, dakika moja. Eh, producer ananiambia ni kama Acha tujaribu mara nyingine tena. Thank you. Tuone kama tutampata tena. Tumejaribu mara tatu. Haya, najaribu tena. Please have your password Followed by the pound key. Thank you. Najaribu tena kumpata Irene ili aweze kupatana. The person you have called is not reachable. Not reachable. We will notify you when the mobile subscriber is back. No, it will be late <laughs> <laughs> kwa hivyo hii, e, tutahesabu ni kama Irene hapatikani kwa sababu tumejaribu mara kadhaa. Ah, tumpati pale. Kwa hivyo, baraza. Eh hey, baraza. Yes. Tumejaribu mara kadhaa Airi inapatikani. Sasa hivi nasema ni kama kuna shida ya network ama labda mezima simu. Ah. Oh. Ni mm. <laughs> Ni sawa basi. Ni sawa basi, unamaanisha nini ndugu yangu? Ni kama ushakubali ama namna gani? Sitakubali jisaza kama ashike simu. Mm. Na umeenda kwao? Wao, nimeenda huko mara pili. uh -huh. E, nilienda mara ya kwanza kulikuwa na matanga mm. E, lakini mara ya pili kuenda sasa, nilikuwa ninaenda kujitambulisha huko, nikaenda nikajuana na ma-wasazi wake, tukaongea mm. nilikuwa natakana hata nipeleke barua hii mwezi wa kumi na moja hii, na nimeona hapa pia ulikuwa umeandika eti madada zake ndio walikuwa wanampatia fitina hii ni fitina ina gani? nampatia sielewi.